Tuanze mama hapo. Asante mheshimiwa, nashukuru kwa sababu mimi niko upande wa mirathi. Mi nilifanya kesi Mbeya, mahakama ya mwanzo Mbeya. Nyumbani kwangu ni pale kwa mkuu wa mkoa wa jirani yangu, hata mheshimiwa, mheshimiwa mkuu wa wilaya anajua kesi yangu. Nimedhulumiwa kesi msimamizi wa mirathi alifunga kesi mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Nimedhulumiwa kila kitu, na hata nyumba nilikuwa naishi nikafukuzwa. Msimamizi wa mirathi na familia yake walichukua wali, wali, watoto wakawarubuni, paka mpaka leo kodi ya nyumba ambayo tumempangisha nani mwenyekiti wa UWT, jirani na mkuu wa mkoa wanachukua wao mpaka leo hii. Sasa hivi naishi nyumba, nimepewa nyumba ni, ninaishi tofauti na hapo. Kwa hiyo ninaomba, nimesumbuka sana na hiyo kesi muda mrefu, toka elfu mbili na kumi na, kumi na saba. Msimamizi wa mirathi ni mtumishi serikalini Dodoma, Daniel Sagata, na ni mtoto ambaye nimemlea. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa nisaidiwe kwa hilo mpaka nimeathirika kisaikolojia. Asante. Jina naitwa na. Aya, basi tulichokuwa tunaomba aende kwenye pale. Nenda pale kwenye banda wizara pale, wizara pale. Aya, asante hmm. Pita pita hapo, jina wizara ile pale? Wizara Katiba na Sheria, banda la kwanza kabisa lile Aya, nenda tu pale. Mhm. Waheshimiwa meza kuu na waziri